Ninakukaribisha tena kwa mara nyingine tuweze kujifunza maneno ya uzima habari za ufalme wa mbinguni, na siku hii ya leo nataka tuangalie jinsi kanisa linavyokataa uongozi wa Mungu, linavyokataa kuongozwa na Mungu. Sasa kabla tujaangalia kwa habari ya kanisa, nataka tukaangalie taifa la Israeli, jinsi ambavyo liliukataa uongozi wa Mungu utaweza kuona jinsi uongozi wa Mungu ulivyokuwa tangu anawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Bwana Mungu alimteua nabii, alimteua Musa kuwaongoza, lakini hata baada ya hapo, aliweka waamuzi ambao aliweka wengi kwa miaka mingi, na mwamuzi wa mwisho unaweza ukaona ya kwamba alikuwa ni Samuel. Lakini katika kipindi hiki cha Samuel, ndipo ambapo wana wa Israeli waliweza kukataa uongozi wa Mungu na na kutaka au kuchagua uongozi wa wanadamu wakataka mfalme, kama jinsi mataifa mengine yalivyokuwa naongozwa na mfalme. Unaweza ukaliona jambo hili katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 8 yanziya mstari wa kwanza, nasema ya kwamba hata Samueli alipokuwa mzee aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli, na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli na jina la wapili Abiya, walikuwa waamuzi katika Biasheba ila wanawe hakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi tufanyie mfalume atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samueli, waliposema tupe mfalume atuamue, naye Samueli akamwomba Bwana. Mstari wa saba anasema ya kwamba Bwana akamwambia Samuel, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia, kwa maana hawakukukataa wewe bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao kwa kadri ya matendo yao waliyonitenda tokea siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri hata leo kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine ndivyo wanavyokutenda wewe basi sasa isikilize sauti yao walakini uwaonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayowamiliki sasa hili ndio jambo ambalo wana wa Israeli walilitaka, wakataka mfalme. Walikuwa wanaongozwa na waamuzi, na wakutaka tena waamuzi, bali walitaka mfalme ambaye atakayewaamua huyu awe juu yao. Lakini hapa, jambo hili linaonekana kuwa ni baya mbele za Bwana, linaonekana kuwa ni baya machoni pa Bwana. Tena nasema ya kwamba ni watu ambao wamemkataa Bwana asiwe mfalme juu yao, na Bwana hakuwakatalia, alifanya kama jinsi walivyokuwa wanataka jambo lile lakini si kwa yake, si kwa kwa roho yake wala si kwa kupenda kwake, na ndipo Sauli akawa mfalme wa kwanza. Lakini jambo hili ukiendelea kulisoma matokeo yake yalikuwa ni nini? Ukiendelea mbele huko utaweza kuona katika kitabu cha Hosea jinsi Bwana Mungu ambavyo aliwaambia wa wana wa Israeli kwamba yuko wapi basi mfalme mlie mliyemtaka. Maneno hayo unaweza ukayasoma katika kitabu cha Hosea sura ya 13 kuanzia mstari wa kumi. Anasema kwamba yuko wapi sasa mfalme wako apate kukuokoa katika miji yako yote? Na hawa amzi wako ulio wanena hivi, nipe mfalme na wakuu. Nimekupa mfalme katika hasira yangu, nikamwondoa katika ghadhabu yangu. Sasa unaweza kuona jambo hili kwamba aliruhusu, lakini sio kwamba alilitaka liwe, aliwapa mfalme katika hasira. Sasa nataka tuangalie jambo lingine ambalo sasa linahusiana na kanisa kwa sababu na Mungu alipoendelea kutenda kazi katikati ya hawa wafalme alileta manabii ili kwamba sauti yake idumu kuwepo katikati ya watu hawa, wajue njia yao na makosa yao, ili kwamba wapate kurudi au kumrudia yeye. Sasa hebu tuangalie katika kitabu cha Yeremia, mahali ambako Yeremia sasa anazungumza na kanisa, katika kitabu cha Yeremia sura ya pili mstari wa kumi na tatu, ambapo anasema ya kwamba kwa maana watu wangu hawa wamenitenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemchemi ya maji ya uzima wamejichimbia mabirika, mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Bado ni jambo lile lile ambalo nilizungumzia kwamba wamenikataa, wameniacha mimi, kama ambavyo hapo kwanza walimkataa, wakataka mfalme ambaye ni sawa na mataifa mengine awe ndiyo mwamuzi wao. Lakini jambo hili lingine ambalo linatokea sasa ndani ya hekalu au ndani ya watu ambao wanautafuta uso wa Mungu kwamba nikatokea jambo gani hapa? Yeremia ananena na kusema ya kwamba watu hao wametenda maovu mawili, wamemwacha Bwana. Anasema wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamechagua kitu kingine. Manake walitoka kwa Bwana wakaenda mahali pengine, kwenda kujifanyia mahali pao, kujifanyia mfalume wao. Sasa huyu mfalme katika kanisa sio kama wafalume ambao wanatawala katika taifa, bali ni mfalume anayotawala katika kanisa kwa maana ya kwamba neno la Mungu ambalo linapaswa lihubiriwe katika kanisa, ambalo linatokana na ufunuo, ufunuo ule ambao unatoka kwa Mungu wakaokataa. Hili ni neno ambalo anasema ya kwamba amenikataa mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, ambayo maji ya uzima tunajua kuwa ni neno la Mungu. Maana yake ni kwamba neno hilo hawakulitaka kutoka kwa Bwana, hakutaka ufunuo utokao kwa Bwana, bali walitaka ufunuo unaotoka katika mahali pao wenyewe ambako walienda kujitengenezea ambapo hapa nawita kuwa ni mabirika, kwamba walienda kutunza mabirika, mabirika ya si maji yao katika mabirika, mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Sasa mabirika, kama jinsi nilivyotangulia kukuambia katika video iliyotangulia, kwamba ni visima, maana hapa alikuwa anaongelea kwamba watu hao wameenda kuchimba visima ili waweze kutunza maji yao kwa maana kwamba visima hivi ambavyo walienda kuchimba sio visima kama tunavyovifahamu visima, ila ni lugha ya picha ambayo inamaanisha ya kwamba wana mahali pao wanapotunza neno, kwa maana ya kwamba ni vyuo vya kitheolojia. Na hivi ndivyo vilikuwa vimetawala katika Israeli, na hivi ndivyo ambavyo vilikuwa vimeshamili katika Israeli mpaka pale Bwana Yesu alipokuja na kwenda kinyume na vyuo hivi, na ndipo hapa alipoweza kupanda tena neno la Mungu au ufunuo wa Mungu ambao watu hawa walikuwa wameukataa, ndipo ukamea na kuwa ndiyo msingi na jiwe la pembeni, na hapo ndipo ukaanza kumea katika ulimwengu wote. Lakini sio muda mrefu tena utaratibu ule ukarudishwa kuanzia na kanisa lilipoanguka, na ndipo hapo tukapata dhehebu linaloitwa Katoliki. Hao watu hawa wakaenda kuchimba kisima chao na hata waliofuatia nao wakaendelea kuendeleza kuchimba visima, kwa maana ya kwamba wakaukataa uongozi wa Mungu ambao unapaswa kuwaongoza watu hawa, kama Kristo alivyosema katika kitabu cha Mathayo sura ya 16, mahali pale ambapo aliwauliza wanafunzi wake ya kwamba watu huninena mimi ya kwamba ni nani? Tunafahamu majibu yao yalikuwa ni kujaribu kuelezea kwamba wengine husema Eliya, wengine nabii yule, wengine wanasema ni Yohana amefufuka. Lakini vilevile akawauliza na ninyi je, mnasema kwamba mimi ni nani? Petro mtumishi wa Mungu akajibu na kusema ya kwamba wewe ndiye Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Kristo akamjibu hapo hapo na kumwambia ya kwamba wewe ndiye Petro, kwa maana jambo hili haukufunuliwa na damu na nyama, bali ni Baba yangu aliye mbinguni. Na kasema ya kwamba juu ya mwamba huu kanisa langu nitalijenga, milango ya kuzimu haitalishinda. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kanisa la Kristo linajengwa juu ya ufunuo unaotoka kwa Kristo, au ufunuo unaotoka kwa Mungu. Huo ndio uongozi wa Mungu katika kanisa, ufunuo unaotoka kwa Mungu. Na kwamba kanisa likienda kwa ufunuo, kwa kuisikiliza sauti ya Mungu, ndipo halitaweza kuanguka. Lakini tayari hata kabla maneno haya Kristo kuyasema hapo katika Israeli lilikuwa limeshatendeka jambo hili, kama Yeremia mtumishi wa Mungu alivyosema ya kwamba watu hawa wameniacha mimi, chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika yavujayo, yasiyoweza kuweka maji. Na ndicho ambacho sasa unaweza ukakiona ya kwamba kanisa lile lilianguka kwa sababu watu wale waliwacha uongozi wa Mungu na kuchagua namna nyingine, vyuo vya kitheolojia. Huko ndiko ambako hata walijaribu kumwangalia Kristo kwamba ana elimu gani, kwa sababu elimu ambayo walitazamia wao ni elimu ambayo lazima mtu awe amepitia kusoma katika vyuo vya kitheolojia. Kimsingi, waliwaamini watu hawa kuliko mtu mwingine yoyote, kuliko nabii awa yeyote na laiti kama Mungu angekuwa analeta manabii waliosoma vyuo vya theolojia, huenda watu hawa wangekuwa na imani sana kwa Mungu, kwa sababu ni watu ambao kama jinsi kilivyo kizazi hiki macho yao na tumaini lao wakitazamia kuwa kama mtu atasema ya kwamba ni nabii, lazima wataanza kumuuliza chuo alichosomea serolojia, lazima wataanza kumuuliza ni chuo gani, au serolojia gani, au amepitia mwalimu gani ambaye wao wanaweza kuwa wanamfahamu na kumthamini na kumuona ya kwamba kama ni huyo basi tunaweza kukuamini. Na ndio hilo jambo ambalo unaweza ukaliona jinsi gani ambavyo watu hawa sasa walijikwaa kwa sababu huo uongozi ambao Bwana Mungu aliuachilia si kana kwamba aliutaka, na ndiyo maana hapa anasema ya kwamba watu hao wameniacha mimi niliye chemechemi ya maji ya uzima wakajichimbia mabirika. Hayo ni maovu mawili ambayo anayasema sasa. Sio kwamba aliluhusu kwa kupenda, aliluhusu katika hasila yake, kana kwamba awaangalie hawa kwa sababu wamechagua hilo na aone mwisho wao ni nini, na ndiyo jambo ambalo unaweza ukaona ya kwamba walipofikia wakati wa Kristo mwisho wao ulikuwa ni mbaya. Na ndio maana tunawanena katika maandiko matakatifu, walimsurubisha, walifanya mambo ya ajabu, walifanya mambo ambayo hata katika kizazi hiki wengi wanatazamia kwamba hata tungekuwepo sisi tusingeweza fanya. Lakini jambo la ajabu ni kwamba yale yale waliyoyatenda watu wale na ndiyo pia kizazi hiki waliyoyatenda, kwa maana hakuna jambo ambalo katika kizazi hiki au mtu yoyote anaingia kanisani leo kama angekuepo, kipindi kile kwamba asingelifanya. Hayupo manake wote wangelitenda kwa sababu, kosa walilolitenda watu wale na ndiyo watu hawa walilolitenda, na ndiyo hilo ambalo liliwaleta watu hawa katika uharibifu. Sasa na ndicho hicho ambacho sasa, kwamba watu au katika kanisa hili la leo wapo katika uongozi gani? Uongozi walionao ndio ule ule ambao ni wa vyuo hivi vya kitheolojia, wa vyuo au wa mafundisho ya wanadamu, siyo ule uongozi ambao Kristo alisema ya kwamba kanisa langu litalijenga hawako chini ya ufunuo utokao kwa Mungu, hawaongozi na ufunuo na ufunuo huo wameuchukia. Na nipo kwa nini? Leo naweza nikanena mambo haya, nikanena kwa sauti kuu na kuendelea kuyasisitiza masikioni mwa watu, lakini kila mtu anapita kulia na mwingine anapita kushoto, na kila mtu anatazama kama mimi ndiye ambaye ninakosea, kwa sababu tayari watu hawa wamekwisha kuamini ufunuo utokao kwa wanadamu kuwa ndio uwe ufunuo unaowaongoza wao. Wamekwisha kumkataa Kristo au ufunuo wa Kristo, kwa maana ya kwamba Kristo katikati ya watu hawa hayupo, wamemwondoa, na hivyo wameweka ufunuo unaotokana na wanadamu ndiyo uwe kiongozi wao. Wamemkataa Mungu kama jinsi walivyomkataa wana wa Israeli, na ndipo kanisa lilipo mahali hapa leo. Lakini Bwana anasema na wewe katika wakati huu, ili kwamba upate kutambua na kuweza kurudi ukaisikia sauti hii na kuweza kutubu, ili kwamba upate kuyajua mapenzi ya Mungu na kuenenda katika neno la Mungu na ufunuo ambao Bwana anakuletea, ili kwamba ukajue ni mahali gani ulipojikwa. Kama jinsi anavyokuonya katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba wewe ni vuguvugu. Lakini hujui; wewe ni maskini lakini hujui; wewe ni kipofu. Lakini hujui; unajiona kuwa ni tajiri. Maana mambo haya yote unayatenda kwa kutokujua, kwa sababu kiongozi uliyemchagua ambaye ndiyo anakubaliana na mambo haya. Na tunaweza tukaona jinsi gani ya utaratibu huu unavyokuwa unapendeza, na ndiyo maana wana wa Israeli walitaka kabisa ya kwamba tuwe na mfalme kama mataifa mengine yanavyoongozwa na mfalme. Kwa hiyo hata katika kanisa la Kristo nalo likachagua mambo yale yale. Na kwa lugha hiyo nikukumbushe tu kwamba Bwana amekwisha kuliruhusu jambo hili, si kwa kupenda kwake, amekwisha kuliruhusu kwa hasira yake. Kwa hiyo jinsi ambavyo unaweza ukaona katika wakati huu kwamba mfumo ambao wanadamu wameuchagua ndiyo uliotukuzwa leo hii na ndiyo unaotawala, na kwa sababu kama jinsi ambavyo tunafahamu ya kwamba yanayotokana na ulimwengu huu hupendwa na ulimwengu, na ndiyo maana unaweza ukaona jinsi ambavyo vyuo hivi vya kitheolojia vinavyopigiwa upatu mpaka na wakuu wa nchi, serikali na kila mahali, na hata wengi wanaweka mpaka sheria kwamba hakuna mtu anayepaswa kumtumikia Mungu isipokuwa amepita katika chuo cha theolojia. Kwa sababu gani wanaweka hivi? Kwa sababu hilo ndio jambo ambalo kanisa wamelichagua na wao wakaliona linatukuka kwa sababu linawapa utukufu. Kwa sababu pia serikali ni vyombo ambavyo vimekataa kabisa uongozi wa Mungu bali wa mwanadamu. Na huo ndio wanautaka usiku na mchana. Na ndio maana wanapoona kanisa limetukuza jambo kama hili lazima wapende au walipende kanisa. Ndiyo maana unaweza kaona kwamba wanasogeleana au wanazidi kuwa kitu kimoja, kwa sababu kinachotendeka kanisani ndicho ambacho, katika serikali nyingi katika ulimwengu huu, karibu zote, na sio tu nyingi, bali ni zote, ndicho walichochagua kukitenda, na kwa maana hiyo wanakuwa ni ndugu wa baba mmoja ambaye ni Ibilisi. Na hivyo ndivyo ambavyo wanakuwa kinyume na kila mtu ajaye na ufunuo utokao kwa Mungu kwa sababu wote wamemchukia. Nataka uelewe hili jambo ukajifunze kwa sababu Bwana amelinena kwako ikiwa unayo masikio ya kusikia na ukasikie. Karibu tena kwa wakati mwingine. Amen.